Katika hali ya taharuki, wananchi wa mtaa wa Gombe Kusini kata ya Itezi jijini Mbeya wameitaka serikali ya mtaa huo kutomwona tena katika mtaa huo Bwana Selemani Lukama ambaye ni mzazi mwenza wa marehemu Bi Anna Anosisye Bukuku. Hali hiyo ya tafurani imejitokeza baada ya Bwana Selemani kurejea katika msiba, ikiwa ni zaidi ya miaka kumi ameitelekeza familia ya watoto sita na mkewe na kwenda kuishi na mwanamke mwingine wilayani Chunya. Nataka niseme kitu kimoja kidogo, ni muulize ndugu yangu sababu huyu sisi. Huyu jamaa ana ndoa nyingine, hiyo ndoa aliona ni bora kuliko ndoa ya kwanza. Watoto aliwaacha kwa muda mrefu zaidi kiasi. Huyu mama alikuwa anafanya kazi ngumu alishe familia yake, kumbe ana mume mwenye nguvu kama huyu. Tunasikia uchungu kama serikali itachukua maamuzi madogo, hatima ya watoto hatujui. Hatutaki watoto wale, wale waje kuwa omba omba. Naomba serikali na namshukuru sana Tulia kwa kile alichokifanya juu ya hii familia, kwa sababu tulikuwa tunashindwa, tulikuwa na kigugumizi kama kanisa tunafanyaje juu ya watoto. Kijiji chenyewe kinaelewa kwa muda mrefu, huyu jamaa aliona mke yule mdogo ndio bora, basi hata angekuwa natuma hata matumizi hawezi, ana kiburi. Cha msingi ati na watoto ifanyike leo leo kabla hatujazika, saa hizi kijiji kiamue, sio mimi, kijiji kiamue na serikali yamue, nyumba na vitu vyote vibaki chini ya watoto, na jinsi gani ataweza kuitunza familia yake, ili iwe fundisho kwa sisi wote wanaume ambao tunaacha familia zetu. Muombe yani ni kuombe kama serikali, chukueni maamuzi magumu, huyu bwana akatafute sehemu nyingine ya kwenda kuishi, hapa babaki na watoto na nyumba. Leo wajengea mheshimiwa Tulia, lakini asija kafika hapa kaja kauza tena na hii Ombi langu mwenyekiti, simameni kama mwanaume mwenzetu ametudhalilisha wanadamu. Kwa hiyo mimi niungane na wale wanaosema huyo mtu kwenye jamii hatufai, na ili aende na huku kwa mke wake ambaye amekaa naye kwa muda wote, wato kutelekeza watoto avu, unaweza ukakuta huku ana hata mtoto. Huyo baba akisema kwamba amemwacha maraudia na miaka miwili na elfu mbili na ishirini na tatu mpaka ile elfu mbili na ishirini na tano baba wewe ni mwongo, ungekuwa tunaongea hukezi nimechota naye maji kwenye matoroli, tunatoka na maji ngambo kule kwa Alika, tunaenda kuchota maji mpaka kwa barazia kule, pale, pale, pale stendi ya Usangu kwa mbele, kisima cha kwanza Uyole tunachota shilingi hamsini dumu moja, tumechota maji huyu baba akiwa haipo. Na sio kwamba baba aliondoka na mwanamke ambaye hafahamiki mtaani, ni mtoto wa mtaani hapa tunamfahamu, ndiye aliyeondoka naye amemtelekeza mke, ameenda kujenga nyumba Saraga, naishi na bi mdogo hey. Ametoka hapa ameenda Chunya, ana maisha yake huko mazuri tu, na huyo mke wake naitwa Enea Kasusu. Ni kweli kabisa huyu mwanaume, yani sio siri. kama walivyosema wengine, iwe hivyo hivyo, aondoke hapa. Baada ya hali hiyo kujitokeza, Bwana Selemani Lukama ameomba radhi wananchi wa serikali ya mtaa pamoja na wananchi wa mtaa huo kwa kitendo cha kuitelekeza familia yake. Seleman Lukama: mwenyekiti pamoja na wakazi wa wagombe Kusini, mimi naomba mnisamehe, nimewakosea sana, na nahisi hata mimi sistahili kuishi. Nisameheni sana Hapana, sio kwamba natishia. Kwa hiki kilichofanyika, kwa hiki kilichofanyika, kwa naomba mnisamehe sana sana sana sana, naombeni mnisamehe. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la EAGT Gombe Kusini Paulo Mwambanga amemshukuru Mbunge wa Jimbo la Mbeya Mjini Dr. Tulia Ackson kwa kuisaidia familia hiyo, huku mwenyekiti wa mtaa huo Obedi Mandalas amemtaka Selemani kuondoka msibani hapo kwa sharti la kushiriki mazishi pekee kisha kuondoka tena kwa usalama wake. Ninamshukuru sana mama yetu Dr. Tulia Ackson Mwansasu kwa hali ya upendo aliyoonyesha kwenye mtaa wetu wa Gombe Kusini. Mungu ambariki sana. Ameonyesha moyo wa kujali, ameonyesha moyo wa upendo. Lakini mwenzangu na mimi asiseme miaka miwili, mimi nilikuwa karibu, na kama nabisha, mimi nimemwonya, kama nabisha bisha hapa wakati mimi nilipo hapa maana kama mchungaji nimemwonya sana, hakunisikiliza. Amemtelekeza huyu mwanamke kwa muda wa siku nyingi. Kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu, naomba nirudie, kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu. Huu ni msiba, kuna watu wengi na kila mtu ana mawazo yake. Tutamuomba kwamba asionekane kabisa eneo hili kwa ajili ya usalama. Nimesema kwa ajili ya usalama wake ndugu yetu tutaomba kwamba basi, kwa sababu tuliouguza sisi wanajamii, tuendelee kuomboleza wanajamii. Tamalizia bila shaka imeeleweka, naye bila shaka amenisikia. Nimesema kwa ajili ya usalama wake. Ikumbukwe Bi Anna Anosisye Bukuku ni moja ya wa wahitaji wanaojengewa nyumba na taasisi ya Tulia Trust, lakini amefariki hii leo wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Pascal Ndambo, endelea kuifuatilia Manara TV.